Tangu katika Kristo tumsifi Yesu Kristo. Wasafiri wenzangu, karibuni, leo ikiwa ni siku ya tatu ya safari yetu ya jangwani. Eh, tunaendelea na safari yetu jangwani ikiwa leo kama nilivyosema ni siku ya tatu. Kwa wale ambao tunaendelea kufuatilia vipindi vyetu hivi au safari yetu hii, basi nadhani mnaendelea kubarikiwa na kuona mkono wa Mungu katika safari yenu ya maisha na katika kile ambacho menuia au umejiwekea katika safari na mimi. Kila mmoja ana kitu ambacho anatamani Mungu afanye katika safari yake ya maisha, na tunapotembea pamoja hivi katika safari, basi unazidi kuomba Mwenyezi Mungu akujalie kile ambacho unakitamani. Leo tunaangalia eh, vitu vingine eh, viwili ambavyo vya mwisho ambavyo unaweza kutupa nguvu katika safari yetu ye, ya jangwani na neema za Mungu na matunda safari, ya safari yakazidi kuonekana. Jambo la tatu leo ambao taliangalia ni kufunga, ni kufunga. Baada ya sala na toba, kitu kingine kinachofuata katika safari yetu ya jangwani ni kufunga. Nitawaambia, Musa alifunga siku 40, ukisoma kitabu kile cha Kutoka ile sura ya 34 aya ya ishirini na nane. Nabii Eliya alifunga siku 40, ukisoma kitabu cha kwanza cha, cha Wafalme ile sura ya kumi na tisa aya ya nane Yesu Kristo mwenyewe alifunga siku arobaini jangwani. Ukisoma injili ile ya Mathayo sura ya nne aya ya pili. Nime, nimeanza hivyo ili kuonyesha wazi, kufunga ni tendo la kiroho ambalo lina historia ndefu katika Ukristo, lina historia ndefu katika historia ya kanisa na lina mizizi yake katika maandiko matakatifu. Tendo hili kumbe limekuwa likifanyika tangu zamani na kwa kufanya hivyo mtu ajitayarisha kupokea majukumu makubwa, mtu ajitayarisha kukabiliana na majukumu makubwa, mtu alipata nguvu ya kuendelea na safari eh, yenye majaribu na mitihani migumu uko mbele. Niendelee kukueleza msafiri mwenzangu, ukiangalia mifano hiyo eh, ya watu hao utagundua kuwa kufunga ni kutiisha mwili kwa kujinyima kula kidogo, ni kuongeza uhusiano wa karibu na Mungu na kujikatalia mambo ya ulimwengu au mambo haya ya kimwili. Naomba nizidi kueleza ili uweze kuelewa zaidi. Tendo la kufunga lilionyesha unyenyekevu mkubwa sana na linaonyesha hali ya juu ya kujiachia mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Hii ni sawa na kujitupa miguuni e, pa Mungu na kumweleza e, Mungu, nimerudi kwako. Tazama sina kitu, mimi sina chochote, niangalie mimi tu. E, Mungu, sina cha kutegemea isipokuwa wewe tu, sina nguvu, sina mali, sina chakula, sina uwezo wote, na kutegemea wewe tu. Ukisoma, unaweza ukasoma namna hiyo ya sala katika kitabu cha Nabii Esther ile sura ya nne aya ya kumi na sita. Ili ni tendo linalopendeza sana machoni pa Mwenyezi Mungu, ni tendo la kurarua mioyo na kurudi kwa Mungu na moyo wa toba wa hali ya, ya juu inaelezwa hivi katika kitabu cha Nabii Yoeli ile sura ya pili aya ya kumi na mbili mpaka ya kumi na tatu. Lakini lazima kujua, kwani kueleze hili tendo la kujiachia mbele ya Mungu lisiwe la kujionyesha, liwe la ndani kabisa. Kwa nje, jipake mafuta, oga vizuri, nawa vizuri, eh, ongea vizuri na watu, fanya kazi vizuri na watu, ila moyo wako urarue mbele ya Mungu naye Mungu au naye sirini atakujazi. Injili ya Mathayo ile sura ya sita aya ya kumi na sita mpaka ya kumi na nane. Naomba nikwambie kitu kingine kizuri. Tuko safarini, ni safari hii ndefu sana, ni safari ambayo si nyepesi sana. Njiani kuna vita, njiani kuna magumu, njiani kuna mitihani mingi, na wakati mwingine lazima kujua kwamba mapigano yetu si dhidi ya mwili na damu bali ni dhidi ya wakuu na wenye uwezo tena na watawala wa giza hili. Waraka Mtume Paulo kwa Efeso ile sura ya sita, aya ya kwanza mpaka ya kumi na mbili, unaweza kaendelea mpaka aya ya kumi na saba. Nimesema hivyo kwa sababu gani? Ukiwa katika kufunga utapata nguvu ya ajabu ya kupambana na vita vya kiroho, kimwili, kiuchumi, kijamii na hata kushinda nafsi iliyo kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hapo unaweza ukajiuliza Nataka nikwambie nini? Iko hivi, nitakupa mfano ili uweze kuelewa vizuri hivi. Unakumbuka alichokifanya Yehoshafati, mfalme wa Yuda, aliposikia kuwa anavamiwa na kundi kubwa la wanajeshi, la majeshi ya Wamoabu, wa Amoni na baadhi ya watu kutoka wa Meuni? Haya ni makundi matatu ya watu yaliyoungana dhidi ya mfalme Yehoshafati, mfalme wa Yuda. Mfalme alitetemeka sana, mfalme aliogopa sana, lakini lakini mfalme alitambua nguvu iko wapi. Alitangaza kufunga kwa Yuda yote, na sala yake ilisika mbele ya Mungu. Kwa kinywa cha Yaazieri, Mungu alisema, msiogope wala kufadhaishwa na umati huu mkubwa, maana hivi si vita vyenu bali ni vya Mungu. Utasoma kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, ile sura ya ishirini aya ya kwanza mpaka thelathini. Kwa kufunga Yehoshafati alishinda, kwa kufunga Bwana alimpa amani na utulivu. Sasa ile aya ya thelathini inaeleza swala hilo. Nikwambie kitu amini usiamini, elewa hiki kinachokueleza. Tupo katika safari, yawezekana unapitia vita fulani, yawezekana unapitia magumu fulani, yawezekana unapitia mitihani fulani ambavyo viko juu ya uwezo wako, viko juu ya nguvu zako. Maana ukijiangalia ukianga, wewe na ukaangalia unayepambana naye au unayopambana nayo, kabisa kutoka moyoni unajua kabisa kwamba kupona ni kugumu, kushinda ni kugumu, unajua kabisa sasa. Nikwambie leo, msaada mkubwa kwako ni kumuita Mungu kwa njia ya sala na kufunga. hakika hata atawaacha wa, hata atawaacha watu midomo wazi, atawaacha watu wanashangaa, atawaacha watu wanajiuliza, hivi imekuwaje? Huyu amevuka katika jaribio hili imekuwaje mtu huyu amefaulu mtihani huu? Wewe utabaki kimya, ila ndani ya moyo wako unajua si wewe uliyepigana hivyo vita, bali ni Mungu uliyemwalika katika kufunga kwako. Naomba niendelee kukueleza tena, naamini hilo umelielewa vita vingine havishindwi au hauwezi ukavishinda bali ni kwa kufunga. Naomba nikueleze kingine. Hivi, kufunga kunaweza kukafungua minyororo migumu katika safari yako ya maisha. Kufunga kunafungua minyororo iliyoshindikana ya muda mrefu iliyokufunga au iliyowafunga watu wako wa karibu. Nitatumia lugha ya picha ili uweze kuelewa. Hapa yawezekana upo safarini, ila mkononi umeshika mfupa ambao unakuumiza sana, ila ni ngumu sana kuuachia. Umesali sana, umeomba sana umetafuta ushauri sana, umetoa sadaka sana, ila huo mfupa bado uko mkononi. Naomba ukumbuke maneno ya Yesu, ukiwa unawaza juu ya huo mfupa ambao ni ngumu sana kuuachia, au unawaza juu ya mnyororo ambao ni ngumu sana kuuachia, aina hii haiwezi kuondoshwa ila kwa sala na kufunga tu. Yesu mwenyewe alisema ile Injili ya Marko sura ya tisa aya ishirini na tisa. Je, unataka kuondoa au kuondosha minyororo na pingu ndani yako au katika mtu unayempenda, funga sali kwa ajili yake, funga sali kwa ajili yako. hapo utaelewa. Ukweli ni kuwa kufunga kunatesa mwili, ila kunaipa roho nguvu mbele ya Mungu. Mtakatifu Jerome anasema hivi: bila kufunga, ukweli ni ngumu sana Kushinda tamaa za mwili. Kama mwili hauna nguvu, una vitu vingine fani fani, hivi hauwezi kufanya. Mwenye masikio ya kusikia na tayari anasikia. Kufunga kunasaidia roho, kunaimarisha na kuipa roho mabawa ya kuruka na kufurahia kuwa karibu na Mungu, alisema Mtakatifu Yohane Chrysostom. Je, unataka kuwa karibu na Mungu? Je, unataka kuonja huruma na upendo wa Mungu? Funga, kumbuka kilichofanyika kule Ninawi. Eh, ile ukisoma habari za Yona katika kitabu chake Yona sura ya tatu aya ya sita mpaka ya kumi. Mtu anaweza kuniuliza, je, yes, sisi ambao hatuwezi kufunga chakula kwa sababu za umri, ugonjwa au mazingira, katika safari tufanye nini? Mtakatifu Francisco wa Sale anasema, tukiachana na mfungo wa kimwili kuna mfungo wa ndani. Huu ni mfungo wa akili. Huu ni mfungo wa kuinua na kuachia kuachilia aina zote za mawazo mabaya na tamaa mbaya. Basi wewe kwa sala funga akili yako dhidi ya vinyongo, dhidi ya roho mbaya, dhidi ya kiburi, dhidi ya kisasi, dhidi ya tamaa mbaya, dhidi ya umbea na uchafu wote, na baada ya siku arobaini utaona matunda. Hilo ni jambo la tatu la kufanya. Jambo la nne la na la mwisho naomba niseme ni matendo ya huruma. E, Mtakatifu Basili Mkuu anasema, mkate uliohifadhi sio wako, nguo iliyokabatini sio yako pesa iliyo kibindoni siyo yako, hiyo ni ya wale wahitaji. Na Mungu hata kuuliza maswali makubwa sana, siku ya mwisho atasema tu, atakwambia nalikuwa na njaa ukanilisha, nalikuwa uchi ukanivika, nalikuwa kifungoni ukaja kunitazama, nalikuwa mgeni ukanikaribisha, nalikuwa na kiu ukaninywesha, nalikuwa mgonjwa ukaja kuniona. Ile injili ya Mathayo sura ya 25 aya 31 mpaka ya 46. Mama Teresa alikuta anasema fanya tendo dogo ila kwa upendo mkubwa. Mtakatifu Augustino anasema hivi: unataka sala zako zipae mbele ya Mungu, zipe na sala zako mabawa mawili, kufunga na matendo ya huruma. Haya ni mabawa ambayo yanapaisha sala mbele ya Mungu. Acha nikwambie kitu, nyuma ya matendo ya huruma, kila ambacho unataka Mungu akutendee watendee wengine, kipimo unachotaka Mungu akupimie wapimie wengine. Je, unataka Mungu afungulie milango ya baraka? Bariki. unataka Mungu akuhurumie? Kuwa na huruma. Unataka Mungu akupe amani kuwapa watu, watu amani. Unataka Mungu akupe furaha, kuwa sababu ya furaha katika maisha ya watu. Unataka Mungu akunjulie mikono yake, kunjua mikono kwa wengine. Ukisoma usoma hizo habari katika waraka wa kwa Ibrania ile sura ya 13 aya 16, inaeleza vizuri, maana wanasema, Kristo anasema, toeni nanyi mtapewa, kipimo chema cha kushindiliwa, kutikiswa na kujazwa hata kumwagika. Injili ya Luka ile sura ya 6 aya 38 na kuendelea. Wahenga wanasema, maisha ni mwangu, tunachotoa kinakurudia. Hii ndio aina ya mfungo ambao Mungu anasita tangu zamani. Ukisoma kitabu cha Nabii Isaya ile sura hamsini na nane aya ya sita mpaka kumi na mbili anaeleza vizuri: kumwachilia uhuru aliyeonewa, e, kuwagawia mkate wenye njaa, kumvika aliyeuchi, kukata mnyororo ya udhalimu. Ukitendea wengine wema, ukitendea wengine ukarimu, Mungu anakurudishia na anasema wazi, ndipo utaita naye Bwana ataitika, utalia naye atasema mimi hapa. Ndugu zangu katika Kristo, leo naomba tuishie katika hayo mambo makuu manne. Kesho tutaendelea tena. Mungu akubariki katika safari hii tunayoendelea na atimize zile haja za moyo wako katika safari.